Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe ndugu yangu, furaha ya leo si kwa karaha. Ndugu yangu, ni siku kubwa, ni siku azimu, ni siku ya kufurahia. Ndugu yangu, nausia nafsi yangu, lakini sijakusahau kukusia ndugu yangu katika imani. Kijana mwenzangu, usije ukahadaika, ukapumbazika. Ewe ndugu yangu, usije ukamwasi Allah siku ya leo wala kesho ndugu yangu. Ewe ndugu yangu, hala, hala ndugu yangu Furahia kwa makini, furahia furahia leo, siku kubwa, siku kwa umakini furahia katika utaratibu ulioamrishwa tufurahia siku siku adhimu ndugu yangu tumefunga siku 30 siku 29 nafurahia Eid leo usisahau ndugu, ndugu Ramadhani kumbuka ndugu yangu usije ukaingia katika maafi, ndugu yangu nafsi yako isikupelekeshe bali ichunge nafsi yako ndugu yangu Ibilisi ameshafunguliwa. Penda akupendaye, alek akupenda, achana naye. Allah anakupenda, mkumbatie, achana ibilisi. Iblisi akupendi, kukupoteza ndugu yangu. Nakutakieni mubaraka nyote wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.